Nikuulize, Faith one, when kulize you as in ukiwa you twenties right, ukiwa mrembo yani unachachisha kila mwanaume anakupenda, lakini akishakuwa akishakuwa, siseme si, si, si, si mrembo tena, niseme yani, unajua mwanaume akifika 40s, 50s, that's why unaona wababa saa hii they are having sex with watoto si watoto, au wasichana wadogo, lakini mm-hmm. kwa mwanamke ni ngumu kupata mapenzi na mtu mwenye anataka yaani, ukishapita miaka 28, yaani value yako inaitwa sexual market value. Your SMV iko low, your SMV inakuaga hai ukiwa in your 20s. Ukiwa in your 20s kila mwanaume anakutaka as in mwanamke anafaa kuoleka akifika 20 to 28, kama bado ujaoleka. Kwa hiyo kwa hiyo time frame kupata bona itakuwa ngumu. Unajua ukiwa 20s, kwa dm yako na wana wanaume kama 50. The more you the more you grow old the more a wanaume wana disappear. So kama ulikuwa na 50 in your 20s ukifika 30s unapata wamepungua sana. So ni wewe uamue.